Hali ya maisha ilikuwa imekataa kuwa nilivyokuwa nahitaji mimi. Kuwa nikiwa na umri wa miaka ishirini na saba, nilikuwa nahitaji niweze kuwasaidia wazazi wangu ambao umasikini uliwafanya washindwe kunipa elimu bora. Nilikuwa ninayo miaka ishirini na saba lakini hata uwezo wa kumnunulia mama yangu kanga sikuwa nao, sembuse kumnunulia baba yangu suti ama baiskeli. Jambo hili liliniumiza sana kichwa. Kama ni kilimo nilifanya kwa bidii sana, lakini kilichopatikana kilikuwa ni chakula tu na wala si utajiri kama nilivyokuwa natarajia. Nilijikuta nakata tamaa na zile jitihada zangu katika kilimo zikapungua. Imani yangu kuwa Mungu anatuona masikini nayo ikatoweka. Acheni wazazi waitwe wazazi, jama. Unaweza kuficha siri kujifanya haujakata tamaa, lakini wao upesi tu wanajua kuwa mtoto wao amebadilika. Siku moja baba aliniita chumbani kwake, alikuwa yu pamoja na mama. Mshumaa ulikuwa unawaka katika hali ya uhafifu, lakini walau kidogo uliweza kuniwezesha kukiona kigoda na kuketi. Baba alikaa kitako kisha akanitazama na kunieleza kuwa usiku ule Ameniita yeye na mama, kuna jambo anahitaji kunieleza. Mwanangu Brian, macho yetu sisi wazazi wako yameona kitu machoni kwako. Umekata tamaa mwanetu. Umekata tamaa ya maisha. Ni haki yako mwanetu kuyatazama maisha kwa jicho lako. Uu mtu mzima sana Brian. Lakini si haki yetu wazazi wako kukutazama ukiangalia maisha ambayo sisi tuliyaona kabla yako mwanangu. Sikiliza maneno yangu, na kama mama yako akiwa na la kukueleza atakueleza, na baada ya hapo ujifikirie upya Brian, kabla ya kukata tamaa. Fikiria juu ya utukufu wa Mungu aliyekupa wewe mikono, miguu na macho vyote vikiwa imara Mwenyezi Mungu hakukupa hayo macho ili uyatazame maisha kama magumu, bali uzitazame fursa, kisha miguu itembee na mikono itende. Haya yote huwezi kuyafanya pasipo na akili. Huyo Mungu ambaye umekata tamaa ya kumtegemea akakupa akili, na ili uone maajabu yake, akakuumba wewe mwanaume, maana ungekuwa mwanamke ungeishaolewa na kuondoka nyumbani labda ungekuwa mjini huko na ungekuwa haujui nini maana ya maisha magumu Brian, unayo miaka ishirini na saba na mimi baba yako ninayo miaka zaidi ya sitini mama yako anayo miaka arobaini na kitu lakini tunatabasamu wewe unakata tamaa hata kabla ujaoa Brian hebu, hebu, hebu kidogo tusahau kuhusu Mungu lakini kumbuka utake usitake ni yeye anabaki kuwa mkuu Brian, baba yako, nilisoma lile darasa la nne la zamani. Kuna mwalimu wangu mmoja aliwahi kunipa usemi mmoja, alisema kuwa ikiwa, e, hauwezi kupaa, basi jitahidi ukimbie, na kama kukimbia ukiwa mtihani, jitahidi utembee, ukichoka kutembea, basi hatua ya mwisho ni kutambaa, lakini yote juu ya yote, kamwe usije kusimama fanya lolote ambalo litakupeleka mbele na si kukurudisha nyuma ama kukusimamisha hapo ulipo. Wewe umewahi kuwaza kupaa, ulivyoshindwa kupaa, yani kuwa na maisha mazuri ya rahisi rahisi, ukaamua kukimbia kwa kufanya kilimo, kilimo kimekushinda, umeamua kukaa, yani haujajaribu kutembea wala kutambaa. Brian una deni mwanangu, deni kubwa sana. Hakuna maisha rahisi Brian, mwanangu. Kila maisha yanakuja kwa hatua. Umejaribu uvuvi ama haya mabwawa kijijini? Kuna watu maalumu waliundiwa ili wafanye uvuvi humo. Je, ulijaribu ufugaji? Kuhusu hili utaniuliza mtaji wa kufanya ufugaji utautoa wapi? Sitakujibu, lakini nitakuuliza tu, kwani ndama wa ng'ombe na yule wa mbuzi wanauzwa milioni moja? La, Bei zao ni sawa na ile ile uliotumia kununua jembe lako la kwanza. Namaanisha kuwa kila kitu huanzia kuwa kidogo na kisha kuja kuwa kikubwa. Hakuna kitu kinachoanza kikiwa kikubwa tu, na usipende kutamani vikubwa bila kujua wale waliovikuza walipitia ugumu gani. Brian, najua hata mama yako angeweza kusema haya ninayoyasema, na hapa ninasema kwa niaba yake. Unamfahamu bwana mmoja anaitwa Bakhresa? Yule ambaye hata jana tumekula mkate wake na juzi ile tulikula maandazi anayotengeneza yeye. Nimetolea mfano huo nikimaanisha kuwa watanzania wengi na wewe ukiwa mmoja wao, tuna tabia ya kudharau fursa, na baada ya hapo, anatokea tajiri anazitumia zile fursa na sisi tunakuwa wateja wake. Kile kidogo tulicho nacho anakichukua. Tena ungeweza kunitukana mwanangu ningekwambia uanze kukaanga maandazi hapa kijijini, lakini ungenikumbatia ikiwa ningekwambia kuanzia leo kile kiwanda cha kutengeneza maandazi ni cha kwako. Maisha hayana muujiza mwanangu. Kama ni muujiza, basi baba yako nimeisubiri sana, na sasa ni mzee, sijapata muujiza wowote. Nilichelewa kweli kugundua kuwa katika maisha ni jitihada, sio muujiza, lakini nilichelewa sana isiwe kwako mwanangu, wewe haujachelewa, una miaka ishirini na saba tu. Yaliyonitokea baba yako yawe funzo kwako. Vijana wengi wa sasa wameketi vijiweni, wakiweza kuhimili kununua pakiti za sigara, lakini bado wanalalamika maisha magumu sana na zaidi wanaitukana serikali, heti haiwajali hata kidogo. Huwa najiuliza Hawa vijana walitaka Ikulu ijengwe kijiweni na ndo watambue kuwa serikali inawajali, ama walitaka yule mbunge wao aanze kushinda vijiweni pamoja nao wakipiga soga wiki nzima ndo wajue kuwa wanajaliwa? Mwanangu, simaanishi kuwa eti serikali imekamilika kwa asilimia zote, lakini sasa, ukishajua serikali haikujali, basi hebu jijali mwanangu. Umeteleza mwanangu na umeanguka lakini nakuona kijana unayejitambua sana. Mimi na mama yako tunakuomba sana, simama, simama mwanangu, simama. Sasa anza upya, jifunze kutembea. Ukimaliza hilo utaweza kukimbia, na hatimaye utapaa kama unavyohitaji. Nakutakia usiku mwema mwanangu, tambua kuwa mimi na mama yako tunakutegemea sana, na tunasikitika sana ukikata tamaa. Nataka tukueleze sasa, simama mwanangu. Simulizi hii fupi ya simama imetungwa naye mtunzi mahiri nchini Tanzania Brother George Ayani Mwasenya anayepatikana kupitia simu nambari sufuri sita tano tano sabini na mbili sabini na tatu ishirini na tano na kusimuliwa kwenu, nami msimulizi Hilal Maximilian Magege ninayepatikana kwa simu nambari sufuri sita tano tano sufuri nane sufuri mbili tisa sufuri. Asante. Ah.